na mtazamaji, mara kwa mara tunapofanya midahalo hii, huwa tunaelezwa ya kwamba jamani, jambo la pesa liweze kuzungumziwa na Bim Safari na Mkala, na ndiyo tu maana tuko hapa jioni ya leo, wengi wakiwa wanasema ya kwamba suala la pesa linaleta madharau ndani ya nyumba. mm -hmm, wengi wakisema kwamba swala la pesa linaleta mvurutano ndani ya nyumba. Bim Safari, mm -hmm. mm -hmm, wewe kwa maoni yako unaona mm -hmm, aswa pesa, je mm -hmm, ni chanzo cha mtafaruku ndani ya nyumba? Itategemea na vile mlivyoichukulia maana pesa hazina tuseme kwamba ati pesa hazina ubaya, lakini vile mtakavyozichukulia ndani ya nyumba, ama mmoja akizitilia dharau, zaweza zikaleta shida. Kwa hivyo zinatakikana zile pesa ziwe zichukuliwe zi kwa kwa kulinda sana na watu wawe kimoja sana mm. Sasa naona kama wakiwa wamepatana, yani kila jambo wanavyofanya, wakaweze kupatana mke na mume, maanake hatu wazungumzia mke na na mume mm. Kama kama watu hawatapatana kuhusu jambo la pesa, lina shida sana ndani ya nyumba. Kwa hivyo jambo la pesa ni jambo ambalo liko sensitive, ambalo linatakikana mke na mume kwa kweli wao wameshikana sana mm -hmm. Eh. Naam, mkisema wawe pamoja mkala inamaanisha mm -hmm. kwamba mshahara wangu ikifika mwisho wa mwezi namwambia bwanangu mshahara wangu, nikimaficha kiasi fulani mm -hmm. na mme wangu pia aweze kunionyesha kwamba ni kitu ambacho wajua, Lulu mm -hmm. katika maswala ya pesa mm -hmm. kuna matakwa, kuna mahitaji na vilevile vile kuna matamanio mm -hmm. na hivi vitu vyote vitatu wa tofauti tofauti kwa mke na mume, lakini kabla hamjaoana inatakikana mukubaliane na muwe wawazi kuanzia hamjauana. mm -hmm. Angalau uwe unajua ule mume labda ana senti ngapi atakazopata na huyu mke ana ngapi atakazopata kabla ya kuoana maanake, mm -hmm. mkiingia katika ndoa, dini nyingi, mani nyingi zinasema ndoa zinawafanya kuwa kitu kimoja, kwa mm hivyo -hmm. inabidi masuala ya pesa pia kuwe na uwazi. mm -hmm. Kuliko ni kama nilipokuwa na ingia zangu hapa, nimekutana na mlinda usalama mmoja wa kampuni akiniambia, wewe waambie wanawake wamefanya <coughs> samani umefanya wanaume mishahara yao ni ATM zao unaona sasa ni kama ambie mke ana pesa zake lakini anamfanya huyu mume wewe ndio mwenye majukumu unaona sasa hichi ndio kitu kukiepuka inatakikana ile mishahara yote miwili iyekwe mezani mm. tukubaliane wewe mume una elfu kumi mi mke nna elfu hamsini sasa tumpata elfu sitini, tunazipanga vipi mm. bila kupaafikia hapa hivi <laughs> vita viishi leo wala kesho. Sasa labda hapo, na mimi ningesema kidogo, bwana Mkala no. kulingana na hizi pesa kusema kwamba zitawekwa pamoja alafu, mm -hmm. watu wapange, inategemea mm -hmm. na uaminifu ukoje, maana mm -hmm. tumeona wanawake wengi wakipata shida sana mm -hmm. na waume zao. Mwanamke mm -hmm. leo ameolewa, watu wamependana, kila kitu kinawekwa pamoja mm -hmm alafu unakuta kwamba nyumba ya kwanza tulinunua sote, nini nilichukua mkopo, mume alichukua mkopo, sasa mm -hmm. unakuta kwamba twaenda kwa, kwa nyumba ya pili, ile nyumba ya kwanza tuliojenga sote wawili apele kwa mke wa pili mm -hmm. bila mke mkubwa kufanya nini, kujua mm -hmm. Sasa uakuta kwa kwamba wanawake wengi walianza kupata shida pale, anakuta kwamba mambo yanafanywa kwa kwa pamoja, ni mke na mume wanapendana, lakini kuna siri yaanza anza na mume ile kwamba atampeleka mke mdogo katika ile nyumba yao waliochukua mkopo wote baina ya mke na mume mm. k unaposema swala la kuaminiana ya kwamba mm. wewe umechukua mkopo na mimi nikachukua mkopo na mm. ndio tukaweza kufanya maendeleo pamoja. Je, unatueleza ya kwamba unapoolewa ama unapooa, mm. ni kwamba wewe na mume wako msishirikiane kwa kuchukua mkopo? Mtashirikiana, lakini kuwe na uaminifu sana, kuwe na uaminifu sana na kuwe na kulinda sana. Ndio maana nikasema kwamba mtachukua mkopo, wewe uende ufanye jambo, kesho mwenzako afanye nini, akugeuke sasa, atakana kweli, katika ndoa yenu mmeaminiana mko kitu kimoja, na kama mnafanya kile kitu kimoja, mwakifanya kisheria, si ufanye kitu kwamba wachukua mkopo, wewe mama pamoja na bwana, mwafanya jambo lenu ile le, le, le, le nyumba yaandikwa jina la bwana peke yake kesho wajakusikia kwamba ile nyumba hai, hata haikuhusu na wewe, ulihusika uli, uli katika kujenga kwa ile nyumba. Sasa kwa sasa watu wengi wameshtuka kuona kwamba, mm. kuna udanganyifu mwingi sana katika pesa mm. Kwa hivyo kila mmoja ameshtuka, nasema kwamba tuwe waaminifu, kama mtu amekaa akamwamini mwenzake asema kweli, mwenzangu namwamini. Maanake kuna wale waliowamini wakajakuwa disappointed, nakuta kwamba mwenzangu nilimwamini, kumbe mwenzangu hau <coughs> hakuwa mwaminifu. Sasa hapo ndio nasema kwamba kusema ukweli, jambo la pesa mm -hmm. Uami, yani uaminifu, ni ngumu na ni nzito. Nataka uaminifu, sijui niseme kwamba ni upendo wa hali ya juu sana, na mnapofanya jambo m mm -hmm. kwamba lile jambo mmesikizana, tutakapokuwa tunalifanya, je, kama ni hii nyumba, itakuwa mkononi mwa nani? Je, hiki kitu tutakifanya sote pamoja, mke na mume, hili jambo litakuwa ni mkononi mwa nani? Maana sasa tumekuja kuona kwamba pia wanawake sasa, wanaume wako na ruhusa ya kuoa wanawake wengine bila ruhusa ya huyu mke mkubwa, no. mm. Na je, katika kama huyu mke mkubwa, je na yeye pia alikuwa akipata mapeni mm. akiingiza pale mahali na mm. Na nasema tena kwa waume wale ambao umeoa, nina kazi sina kazi, lakini kuna mchango um, wangu nilichangia pale, labda kusimamia katika ile kazi kufanywa mm. Nimesimamia kweli, sifanyi kazi, lakini kesho nasikia kwamba ile nyumba kuna mke mwingine, sasa utakuwa umevunjika moyo. Kwa hivyo mi ndio nasema kwamba ni la uangalifu sana na uzito sana katika ma mapenzi. Wajua kitu ni kwamba tu, pia tusikizungumze kwa uoga na tahadhari kubwa <laughs> mpaka yani iwe yule muhusika yuona kambe basi hakuna utatuzi hapa. Mm, no. mm. Utatuzi upo lakini lazima tuanze na mapenzi mm. Lazima tuanze na urafiki mm. Katika ndoa nyingi zile ambazo zipo sasa, kuna ugonjwa mmoja mkubwa unaitwa dhana. Yani mtu anaweza kukaa tu hivi na akamdhania mwenzake ya kwamba ana ubaya fulani unaona akamdhania mwenzake ya kwamba hizi pesa anazopata nyingine anazopeleka sehemu fulani, mm. Sasa mahali utakapoharibu ni pale utakapomtamkia yule mwenzako ya kwamba wewe, haya mapeni, una wanawake zako mm. Wewe, haya mapeni, una wanaume zako mm. Una, ukisema yaani, ukitamka tu haya maneno uka ukijua katika lile penzi umelitia doa mm. Umemfanya huu mwenzako ahisi, kumbe mwenzangu haniamini mm. Na hatari zaidi inakuja ya kwamba huyu mm. mtu awe hana hizo ila unazomtajia anazo mm. Sasa ndio umemchafua mm. afadhali kama yuko nazo kidogo, ataanza kujirudi, kwani anishtukia vipi. Ona lakini kama hanayo, umemchafua yani, yani anafikiria anajitunza, anajiheshimu mm -hmm. lakini huyu ananishuku mimi, mapeni yangu na wanawake wengine nawahifadhi msafari mm -hmm. anazungumza kuhusu kama kuna wake wengine mm -hmm. Unajua mtu aweza kuwa alizaa alafu akaachana na mke mm -hmm. ama vitu kama hivyo. Sasa bado ana majukumu ya kando bado tunarudi tena pale pale kwenye uwazi ya kwamba mwenzangu, ninakupenda moyo mm. mwe wangu tuishi pamoja mm. tulee hii ndoa, lakini na mke nilizaa naye mm. umtoto kwa sheria nilikuwa ndashtakiwa bana, nkaambiwa ni mtoe elfu kumi kila mwezi. Kwa hivyo ukijua hizi elfu kumi zitakwenda kivyo vyote vile, alafu unajua kuna yule aliyeachwa pia na usumbufu. Saa ingine wewe ni mgonjwa, huyu si mgonjwa si, lakini utambua ni mgonjwa, ndi utume tena pesa huu mwingine naye, huku kiroho cha mtokota Pesa nyingi zaenda huku, kila saa mgonjwa huyu apo. Ona sasa kuna hizi kesi nyingi, lakini mm. zote zinaweza kusuluhishwa panapo wazi. Ningependa kujua kwa, kwa mfano, kwa hivi sasa mtu anapooa ama anapoolewa, ni majukumu yapi ambayo anatengewa mume kifedha? mm -hmm. na ni majukumu yapi ambayo anatengewa mke <laughs> au tuaje, tuasema mimi nina shilingi kumi, wewe una shilingi kumi. Tuweke mezani hii shilingi kumi tuna, hizi zimekuwa shilingi ishirini, sio mm. kwa hivyo tunagawanya vipi hii shilingi ishirini nyumbani au ni kila mtu ajisemee? Kwa mfano, yeah. Mume ni wa kulipa nyumba, alipefia shule, ambayo ni tabia mbaya aanunua unga, vitu vya jikoni ni mm. unga atakikana ni masani atakikana mm. alafu bili ya moto tuabadilishana kwa mwezi kwa mwezi au mm. atakana iwe vipi, mi lakini kwa mambo ya ya, ya, ya, ya mambo ya nyumbani natakana, kwa mfano situmeketi tukajadiliana kama mm. ni bwana atakailipa nyumba kama kwanza, mi natasema kwamba bwana ni vizuri alipe nyumba, maanake si ndio mwenye nyumba, nyumba ni haki ya bwana, alafu kama ni wewe mama, waweza kusema kwamba basi sasa zile pesa, kwani ziko mbalimbali, si tunasema kwamba zile pesa zikaweze kuwapa pamoja, mm. pakiwa na uaminifu, uaminifu mm. ndio muhimu sana katika, na upendo katika, mm. katika katika ndoa. Sasa pale mtakapokuwa mmeketi mkapanga pamoja, yaweza kuwa hata kama ni yale mambo ya, ya, ya school fees. Bwana ameshalipa nyumba, ni yake, ni baba mwenye nyumba. Sasa wewe mama ni msaidizi, hata kidini mke ni msa sasa kwa kile ilivyo, ilivyo mm. ni kama ukijisikia kama kuna uwezo lakini kwa sasa hivi vile mambo yalivyo mm, wewe umeenda kuwa ni msaidizi, ni lazima zile pesa zako u, u, usiwe na choyo, mwenzako mwe azijue, uwe, mwelewe, ndio mkaweze kufanya kama ni ile budget ndani ya nyumba, na budget ni ya muhimu sana na nikisema hivi kuna wakati mwingine bwana anaweza kuwa labda ana uwezo mkubwa. Kusema ule ukweli, nataka kukwambia mabwana wanaomsikiza mm -hmm. Alafu kesho ajasikia huyu bwana alijenga nyumba la Ng'ata, lakini huyu mke ambaye hapa ndani ya nyumba hajui kama nyumba ilijengwa Lang'ata. Kusema ule ukweli, hili jambo huwa liko la maudhi sana. Ikiwa kuna jambo lafanyika, hakika huyu ni mke na na mme wake mm -hmm. Yajakuwa yaja vipi? Leo tumeoana, sasa ije iwe kama huyu mme ni babangu Hmm. Hawezi kutakataa ushauri kidogo kutoka kwangu ama kunihusisha tu kitu kidogo, kama kuna jambo fulani ambalo lafanyika mahali fulani, nije nisikie kwa mtu, itakuwa inaleta kwamba ni shida. Kwa hivyo kwa mtu yeyote ambaye kwa kweli ndani ya nyumba ni mke na mume, kwa kweli kule kuketi kwa pamoja na kujadiliana kitu kwa hata na maandiko pia ni jambo la muhimu sana. So, maanake kuna leo na kesho Ukija kutokea lolote la kugeukana, utakuwa unasema kwamba hiki ni changu nilichofanya na na mume wangu, na hata kwa matumizi pia, ikiwa mtaketi kitu kimoja na mkapanga mm. jambo laweza kwenda sawa kabisa ah hata nisome jumbe moja . Mm. Anasema bibi yangu anafanya kazi. Aha. Unapata mshahara, anapata mshahara kuniliko. mm. Lakini kila kitu kwa nyumba mimi nashughulikia. mm. Hata pesa ya kununua chumvi ananiitisha. mm. Nataka ushauri wenu, kweli niko na bibi au? Oh, la lakini lakini, kusema ule kweli, mke mke anaye anaye bibi, lakini kwa kweli kabisa, haikuwa kwamba ati mke uwe kwamba pesa yako hutaitumia ndani ya nyumba. Mke ni msaidizi, hivyo basi lazima wataketi wasaidiane siku sioni mm -hmm. Si, si, si, si vyema ikiwa kwamba mwanamke utafanya kazi leo ukatae kabisa kwamba pesa yako hauwezi ukaitumia kwa chochote ndani ya nyumba, kwa sababu kwamba ile pesa ni yako. Lazima umsaidie mume, lazima msaidiane. Unajua katika masuala ya pesa mm -hmm. iwapo hichi kitu hamkukipanga kabla, wasema mm -hmm, tutakipanga e, tuta mbeleni mm -hmm. ati vile itakavyoanguka ndivyo itakavyochinjwa. Huu ni msemo mbaya sana, unaona mm, maanake mm. Zaanguka kishingoshingo, hicho kichwa kakilalia, sasa utakuwa umchinja vipi hata mm. Kwa Mungu mmakosa mm, sasa lazima watu wahakikishe watakuwa wazi kuanzia mwanzo ndio, unaona, saa ingine wakati watu wana deti utamsikia mtoto wa kike, sasa hivi ukabahatika wewe ukanunua gari, yani gari lako utakuwa yani walitumia kivipi, unaona mm, mm. Lakini kwa sababu ni yani, maneno atakaukufunga baadaye mm, mm. akija kiketi na wewe mmezungumza kuhusu pesa, iwapo mwenzangu utapata mshahara wa elfu kumi itakuwa labda wewe kwa mwezi wa upanga vipi? Unaona, sasa hivi vitakuwa ni vitu ambavyo vitawasaidia mbeleni mm. Tuseme wewe umwambie mkeo mi napata elfu ishirini, akuambie lazima tuishi nyumba ya elfu kumi na tano mm. Unaona, sasa pale tayari ashakutia kwenye matatizo pale. Uwezaitika tu mm -hmm. Ukenda keti, lakini urongo mbaya, utakuwa mtu wa kukopa wewe. Hapo umesema jambo la maana, si vizuri kabisa kuona kwamba uwezo wako wewe mwenyewe hautoshi, ukapelekwa kwa mambo makubwa <clears throat> hasa kwa masuala ya kwamba ni nyumba hmm. Wewe mwenyewe unapata mshahara na shilingi elfu ishirini wataka uketi nyumba shilingi elfu kumi na ngapi na tano. hmm, hmm. Na wakati mwingine ni msukumo wa mwanamke hmm. Ataka akusukume tu katika ile hali ya kwamba wa, wa, wa, tu tu basi, kila ukiangaliwa unaonekana kukonda kukonda mwanamme. Maanake yule mwanamme hata ndani ya nyumba hapati usingizi vizuri hapa, yeah. hapafai hapa, hapa majirani. A, a nataka niketi mahali pangu nyumba geti mbili ama tatu kwa pamoja, waona? mm -hmm. mm -hmm. Lakini huku pana waumia katika ule mshahara anaopata mm -hmm. hata kama anapata house allowance mm -hmm. habaki na chochote faida. mm -hmm. Lazima tutumie akili ya kuzaliwa mm -hmm. kama unaona kama unapata pesa kama ni huo mshahara mm -hmm. wa shilingi elfu ishirini naenda nyumba shilingi elfu sita usiende ya mm. zaidi kwamba mm. kuona kwamba mkono wako hautafika maanake, kesho atakana, labda Mungu akujalie utoke uingeze na nyumba yako. Sasa bim safari, ni vizuri mm. tuseme ya kwamba hili laletwa mm. na kutokuwa uwazi na ule mshahara maana, mm. usipokuwa mwazi katika ule mshahara ukamwambia mkeo, mimi napata elfu kumi sasa yeye ndo anaanza kuzipangia zile pesa asizozijua asizozijua, mtazamaji <laughs> <Ay. No. laughs> basi ndo maswala hayo. Kwa hiyo mengi anasema tunaweza kujiepusha nao wakati ule watu wanapokuwa wanachumbiana mm, na wajua inasema ndani ya sido. Mimi bado ndo najifunza maanake Lulu ameolewa mm, mm, Bimsafari amepitia safari hiyo na Mkala naye na mke, kwa hivyo mimi ndo nafundishwa <laughs> na wewe mtazamani, lakini anza kidogo ae. Najua mdo umetupa kisogo mii, ngemuuliza Mkala iwapo labda angekuwa anachumbiana na msichana angekubali ae. Wakati kidogo mnaenda out ae, msichana kulipie bill. Eh, si siku ile ukumbuka, hapo kuna siku nilikwambia mtoto ah, <coughs> wa <a, tos> kike ah, ah, ah, mtoto wa kike wa kisasa huyu bwana eh usikae kishamba kishamba kisha. Sikipio ukimlipia ule mtoto wa kiume ile bili unamfanya asihisi kama mbewe ni chombo a, a, kwa eh yuona kumbe ana uwezo, anaita ngeleta marengo hiyo zanieka eh na mwisho kabisa. Kwa hivyo acha nikaze buti kiume mwisho kabisa, jikune pale mkono unapofika pale haufiki sio, kalipa umemkopa Lulu kwa sababu pia haenda kazi tena. Usiku mwanana, kwa heri, mtazamaji.